Mimi huwa napenda kuongea kwa mifano, ili hata wale wasio na uwezo wa ufahamu wapate hata picha kidogo ya kinachotokea huku duniani. Hii taarifa ya huyu mwanajeshi ambaye ana raia pacha wa Kenya na Marekani nilipata kuanzia usiku mpaka naamka, WhatsApp imechafuka sana. Unajua ndugu zangu, mko wengi sana ambao mnashea na mimi vitu, mko wengi sana, nashukuru sana. Sasa wote mmeshapata taarifa Huyu bwana amevuka kutoka Kenya na amepita njia ile ile ambayo niliwaambia, operation imeanza. Watu wanaonifuatilia nimeshawaambia kila kitu kinachoendelea. Sasa iko hivi, nataka utengeneze hii picha, utaelewa kinachotokea duniani na sisi tutajilinda vipi, sisi kama Watanzania. Serikali, serikali ilivyohama kutoka Dar es Salaam kwenda Dodoma, kuna baadhi ya wafanyabiashara Dar es Salaam biashara zao zilikufa kabisa, yani zilikufa kabisa, yani inabidi atafute plani B. Kwa nini? Kwa sababu wateja wake wengi walikuwa ni maafisa wa serikali. Na sasa hivi kuna mchakato serikali inaendelea kuufanya kama vile kupunguza msongamano kwa jiji la Dar es Salaam, kwa kuihamishia baadhi ya shughuli za kiserikali na za kibiashara Dodoma. Lengo tu ni kupunguza watu Dar es Salaam. Tafsiri yake ni nini? Kuna baadhi ya biashara za watu pia zitakufa. Wewe unafikiri hawa watu ambao biashara zao huwa zinaathirika kwa mabadiliko haya ya serikali inayofanya huwa wanapenda? Sasa chukua huu mfano tuupeleke katika levo ya dunia. Ndugu zangu, kadri Tanzania inavyochangamka ndio kadri Kenya inavyozidi kuzima. Nikupe tu, yani the the, the simple picture sasa. Kama wewe ni Mkenya, hutapambana kuhakikisha unazima huu ukuaji wa Tanzania? Na kadri Tanzania inavyochangamka, biashara zinazoathirika pale Kenya sio za Wakenya, pale Kenya ni za westerners. Kenya ilijengwa na westerners, Kenya haijajengwa na Wakenya, no, Kenya imejengwa na watu wa magharibi. Hata China imejengwa na watu wa magharibi, lakini wa China walijitambua wakawambia hey, inatosha. Ndivyo Wamarika walivyoambiwa, lakini ukweli wa wazi, fuatilia mikataba ambayo China aliingia na Marekani kipindi Marekani yuko baba wa dunia. Hivyo hivyo wa dunia ndio ameijenga China, hivyo hivyo Wakenya wamejengwa na magharibi. Sasa China anatafuta sehemu za kuwekeza kama vile magharibi nao walivyowekeza sehemu mbalimbali duniani. Ndugu zangu, mimi siongeagi siasa, mimi siongee ulichokisikia redio. Mimi nakupa the script behind kwa nini Tanzania na BDB dismantled iharibiwe n yani, sababu kwa nini Tanzania iharibiwe ni ipi? Kwa sababu Tanzania inaharibu biashara za wazungu ambazo wamewekeza Kenya. Ndugu zangu, watanzania sisi na wakenya tunacheka tu lakini script ambayo imeandikwa ya kuiharibu Tanzania, mtekelezaji ni Mkenya. Sisemi leo, nenda kwenye video zangu za nyuma, baada ya kutoka ile lockdown yetu niliwaambia wazi, Kenyans are not good for Tanzania. These people are being used by the western to destroy our country by any means. Kibiashara ndo wametumia media. Mimi Yani, ukiacha media za Tanzania, media namba mbili kusikiliza ni za wa Kenya. Nguvu iliyowekezwa kuichafua Tanzania sio ya dunia hii. Nenda kwenye hizo idhaa zenu za Kiswahili. Nguvu iliyowekezwa kuichafua Tanzania sio ya dunia hii. Ndugu zangu, video za mwisho nilisemaje? Kuilinda hii nchi sio polisi. Polisi hawezi. Mimi nimekulia mpakani, vinapita vitu vingi sana, haya mabomu, huyu bwana labda ni ushamba lakini haya mabomu huyu bwana alikuwa na uwezo wa kuwapa vijana, kwa sababu mipakani kule kuna njia nyingi sana. Mimi nimekulia mipakani kule, ziko nyingi sana. Unawapa vijana wa bodaboda, kila mmoja unawambia ukivusha au mzigo nitakupa labda laki tatu, laki tano, hata milioni. Oso, nataka kwenda kutekeleza, kutekeleza ishu yako. ni kitu gani nataka kusema? Mlinzi wa kweli wa taifa letu sio polisi na wanajeshi. wewe nikupe uthibitisho. Urusi zinaingiaga sana haya mabomu ya kutega remotely detonated device, haya mabomu ya kulipuliwa ukiwa kwa mbali, yanaingizwa mengi sana, na wanaotumika baadhi ni Warusi wenyewe, kwa sababu si raia wa kawaida anataka maisha. Unajua Warusi wa Ukraini wa Polandi wa Moldova wa Georgia wanafanana sana hata sisi Wakenya, Waganda, Watanzania, Wakongo, Wazambia, mpaka mtu aongee ndio unajua kabisa huyu sio raia wa hapa, lakini kisura tunafanana. Uwezi kumsimamisha mtanzania ukamwambia we ni mzambia. Ameongea unajua hili sio lila hapa, si ndio? Sasa kwa pale Urusi kwa sababu ya muundo wao wa wa kijamii wa maisha, ndio wanagunduana kwamba hichi kimeingizwa kivipi. Ngoja niwape mfumo wa kiusalama kweli kwa nchi yetu, na kama mnalipenda hili taifa mutekeleze basi na huo tutaliharibu taifa letu lote lote ndugu zangu hawa marais wetu wa mtaa sijui mnawaita wajumbe sijui mnawaita marais wa, wa, wa mtaa ambao ndio kisheria wanatakiwa wawe wanatutambua yani kama vile mzazi wako anatakiwa ajue afya yako everything about you ndivyo yule mjumbe anavyotakiwa akujue wewe nisikilizeni unajua we are programmed very wrong. unajua wazungu wametuletea individualistic life. Wakati kabla wazungu wa wajaja sisi tulikuwa tunaishi collectivist society, communal society. Sasa wazungu wameiua ile communal society, wakatuletea individualistic kwenye communal society. lese mimi na mke ni mja mzito, sitakiwi kukaa pale eti nawaza mke wangu atajifungua nimsaidie, n no. Nikiamka na kwenda kwenye shughuli za ujenzi wa jamii yangu. Swala la mke wangu kuna watu ni special, wame specialize ndio jukumu lao kuhakikisha mke wangu anajifungua salama salamine, and everything in between. Oh. Yani afya ya mke wangu is not my concern. My concern ni jamii iwe na chakula na iwe na usalama. That's how we Wazungu wameleta kwamba your problem is your problem. No one should interfere. Wewe unaona ni kitu kizuri sana, eh? Yaani unaona huu mfumo wa Wazungu umetuletea ni wa kishenzi, alafu watu kama waone vile. Mimi na address the root cause of the problem which yanatutafuna ndugu zangu. Lazima turudi kwenye communal society kwamba rais wa mtaa lazima ajue watu wake wameongezeka, ajue hao wameongezeka wametoka katika safari gani? Wana jukumu gani hapa kwangu? Tutengeneze hizo bylaws kabla ya kabla ya katiba ndugu zangu, ni kwamba swala la upangaji, swala la makazi ni la maraisi wetu wa mtaa, na hawa maraisi watengenezewe mekanizm wawe wanapata revenue ya kutusimamia sisi na kutulinda. Shida ni kwamba hawa maraisi wanadharaulika kwa sababu hawana plani b ya kupata kipato. Kumbe sisi ndio tunatakiwa tuwawezeshe, kwa sababu they are responsible for our well-being, they are responsible for our security, they are responsible for everything in the society. Wanaonifadhili nishawambia mimi sikuwahi kuishi maisha ndio unakuja kuyakuta ukipata tatizo, ndio central government inafika inaanza kudili na yule rais wa mtaa. Ilikuwaje huyu ametoka wapi? sijui nini ah, come on man, structure ya ulinzi. Haya mabomu yalikuwa ameshaingia yalikuwa anakwenda kulipua wapi? don't ask me, I don't know what is solution. Turudi kwenye communal societal structure. Hata kama wewe unaishi gorofani, rais wako wa mtaa anaishi kwenye nyumba ya manyasi, ana mandate ya kuja kuambia wewe, mzee huku gorofani kwako, mbona watu wameongezeka, wa wametoka wapi? We need to make this by law asap. Hakuna structure ya kutulinda zaidi ya hii inayoisema, there is no one, kwasababu. So hii ndo warusi wanayoitumia, hii ndo wachina wanayoitumia. Kila anayefika sehemu lazima rais wa serikali ya mtaa amjue in and out. Huyu okay bwana alikuwa anaenda kupanga apartment gani, na mzigo wote huu? Lazima alikuwa anakwenda kupanga apartment, ufikiri nani alikuwa anakwenda kumpangisha kama sio hawa real estate agent, sijui madalali kuna mtu ataniuliza sasa, mwalimu, um, huyu angeweza akaingia, um, so lakini, katika mchakato wa kwanza kujuana na watu wa pale, on the process, lazima angejulikana, him huyu like, yani, mtu atakuwa anapanda bodaboda atakuwa na movement zake, lakini lazima tafuti mtu wa kumtengeneza wa kumtembeza sehemu husika. Mfumo wa maisha tunaoishi sasa, kuilipua hii nchi ni kitu kidogo. Niwaambie mara ngapi, mnaiachia tu polisi na wanajeshi, hicho kitu hakipo. Let's go back to the communal social structure. Hakuna plan B kama tunasubiri hiyo katiba yenu ambayo mnaisubiria, sijui itakujalini, but kama itanikuta hai mi nitakachokililia kwa Watanzania, turudi kwenye social structure, communal social structure, hiyo lazima nitaipigania. Chapili ndo umiliki wa ardhi, kwa sababu mwisho wa siku nafikiri vita yote ni nini? Yani, ama vita yote unayoyaona ni nini? wachache wamiliki ardhi. Wazungu walikuja huku Afrika kuifata ardhi, hawakufata kitu kingine. Kwenye ardhi ndo kuna raw materials ambazo walikuwa wanazitafuta. Kuna jamaa alikuwa anazozana naye mtandaoni, alikuwa ananiambia wewe unasema sijui JKT, JKT is too theoretical ingekuwa ingkua aua naitaja Chadema biga cha umma brand, wanaelewa nachokizungumzia. Watanzania kilichotokea, wanaonifuatilia nimeshakua kukizungumzia kwamba huku mipakani iko kutatumika kuingiza hivi vitu vya kutuharibia nchi yetu. Ukuaji wa taifa la Tanzania ndio anguko la taifa la Kenya kiuchumi. Unafikiri Kenya atakaa pale afurahie? The solution we need to get back to our communal social structure, ambayo marais wetu wa mtaa wa watakuwa na mandate yani, wakihisi wa kitu ambacho sicho, lazima watuite watuambie abcd huko kwenye apartmenti huko kwenye sijui ayo ma airbnb hata mpaka mahoteli, lazima pawe na structure yao, watu wajulikane. We need to go back to our communal social structure. Hakuna plan B. Hakuna suluhisho la kuzuia kitu kama hichi. Kwa sababu huyu labda ka ushamba ndio umemzidi au labda alitudharau nisi. Lakini tumi bado na hisi njia za kuingiza hizi silaha bado zipo nyingi. The only way to block maraisi wetu wa mtaa wakiwa na mandate ya kumquestion alien yoyote ameingia kwake kwamba hey, hawana no humo. Regardless ana utajiri gani au ana nini? Ah uh-uh. Sasa tunawatengenezeaje mandate ya maraisi wetu wa mtaa? Lazima ofisi iheshimike. Unakwenda kupanga, unakwenda kwake una state wewe ni nani, kilichokuleta pale ni nini, unafanya biashara gani? Ndugu zangu, tukiwa na huo mfumo ni kwa kiasi gani tutazuia uhalifu? Wewe niambie tu, tukiwa na huo mfumo, yani you just tell me. Mimi mwanajeshi na muona ni mshamba kwa style alikuwa anaingiza hayo hizo silaha kwangu. Mimi kwa akili yangu nilio nayo na uafrika wetu ninaujua kwamba there were tons of ways to get these things inside the our country, there are a lot of ways labda kiburi kwamba kutudharau, lakini ziko njia nyingi. Mimi nimekulia mpakani, najua kuzuia vitu kama hivi. Ndugu zangu, ni lazima turudi kwenye communal social structure. Rais wa mtaa awe na mandate, rais wa mtaa naye awezeshwe. Pesa zipo bana, watu wanafikiria pesa mpaka, yani mpaka alipe mshahara ya. Mimi nikiongea hivi kuna watu unajua, unajua si wengine si makabila yetu, kuna namna tunaandaliwa, yaani tunaziona fursa kama vile akina Rostam Azizi wanavyoziona fursa

kuna miswada imepelekwa serikalini kapigiwa saini, ndio maana wanaona pesa zinaingia mifukoni mwao, nyie mnazidi kuwa masikini. Kumbi, tunaweza tukatengeneza mswada ambao watoto wetu anakwenda shuleni literally, daftari kalamu uniform everything kwa miaka yote kumi na mbili kumi na tatu inapatikana shuleni. Pesa zipo, naziona na kabisa, hizi hapa. Nataka nikupe, kuna jamaa ameniuzi sana yule, anataka nimpe wewe idea, idea, nikuulize rafiki yangu, JSM ana miaka mingapi anauza hayo maji yake na soda? na JSM amewakuta watu wangapi wanafanya biashara kama yeye wameshindwa kufaulu kama yeye? Kitu gani kimemfaidisha JSM? Ni Yanga. Yanga is big brand. Yanga is multi trillion, sio bilioni, trillion big brand. Haya kudanganya Yanga ni ya bilioni nani wewe? Haya kudanganya Simba ni ya bilioni nani? Simba, Simba ni multi trillion big brand. Mimi najua biashara, biashara sio product nyie, biashara ni soko navyo navyolia JKT yetu ipewe ardhi ya Tanzania. I can see multi trillion trillion money JKT are going to generate. JKT imezikwa imenyongwa na miswada ya walimwengu, kwa sababu tukiamsha JKT tutaishi maisha affordable, nchi yetu itakuwa salama, na hao wanaopambana kuharibu watakata tamaa, kwa sababu kutakuwa hakuna mwanya. Je, wajua Urusi lilivyo likubwa vile, lakini kupata ardhi ndani ya Urusi ni ngumu lakini kupata ardhi ndani ya Marekani na pesa yako ni rahisi, sijui nimeeleweka. Yani ukiingia Marekani una hela yako kununua nyumba, sijui ardhi, ni kitu kirahisi sana. Lakini una mahela yako, umeingia Urusi sijui upate shamba, nyumba, ni ngumu. Kwa nini? Kwa sababu ardhi ya Warusi ni mali ya Warusi. Hivyo hivyo kwa China, huwezi kuenda pale wee sio Mchina kirahisirahisi umiliki nyumba, umiliki shamba, hamna hicho kitu kwa sababu ardhi ya Wachina ni ya Wachina. Kwa Marekani mwenye pesa anamiliki tu. We don't care who you are. Sio nini wewe tupe pesa tukupe shamba tukupe whatever you want. Elon Musk yule pale ana, um, yuko ikulu anapiga selfie wakati ajazaliwa Marekani. Kwa Tanzania the true protector of our country is we Tanzanians. How are we gonna defend our country by set up a communal society structure? Nje ya hapo inchi yote ita itafanywa Afghanistan kama sio Ukraine. Tanzania tulipende taifa letu, tuwe wazalendo, tulilinde, tulijenge. Tukumbushani, mmiliki wa taifa la Tanzania, mmiliki wa ardhi ya Tanzania ni nani? JKT. Yes, sio kanisa fulani sio chama cha siasa fulani, hapana, ni JKT. JKT ni nani? Mtanzania yoyote aliyezaliwa ndani ya Tanzania na ana uraia wa Tanzania. Tanzania aturuhusu raia pacha. Elimika usiwe msomi.